Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mahakama ya mazingira inatarajiwa kutoa uamuzi wa wake mapema mwezi Oktoba dhidi ya mradi wa makaa ya mawe katika kaunti ya Lamu. Wakulima wa eneo la Kwasasi, sehemu iliyopendekezwa kwa mradi huo, wakishirikiana na mashirika ya utetezi wa haki za binadamu, wanaitaka serikali kuwapimia ardhi zao ili waweze kuzimiliki. Wakizungumza katika kisiwa cha Amu, wamesema mradi huo utaathiri maisha ya wa wakazi wa Lamu ambao hutegemea sana kilimo na uvuvi. mradi kama huu uliletwa zamani na tukaupinga mahakamani na shirika la Save Lamu na jamii, tukapata ushindi mkubwa. La ajabu ni kwamba mwekezaji alafu alikwenda kwa appeal kesi hii na akakubaliwa kusikilizwa, na imechukua muda mrefu sana. Imekuwa ni jambo la kusikitisha, na ni jambo ambalo limetugharimu sana kama wanajamii. Kilio changu nawapelekea majaji, majaji ambao wamesimamia jambo kama hili, twawaomba kwa dhati muzingatie kama nyinyi wanadamu munafikiria katika maisha yenu, kama majaji, muko na familia, muko na watoto, mwafikiria katika jamii zenu, mwataka wasiangamie wala wasipate shida. Leo na sisi pia ni jamii kama jamii zenu mulioko nazooko. Sisi tumenena hatutaki mradi wa koli kwa sababu itatuharibia zizazi na watoto wataathirika sawa na sisi wenyewe tutaathirika. Hatutaki kon. Na wale wenzetu walioko kwa sasa, tunaomba wapimiwe haki zao, wapate haki zao, ili waweze kufanya mambo yao. Tafadhalini, tunapinga huu mradi, hatutaki huu mradi ndani ya Lamu kaunti.